O, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ameongoza maelfu ya Watanzania katika mazishi ya aliyekuwa spika wa bunge la tisa e, Marehemu Samweli Sitta aliyefariki katika makaburi ya Uledi wilayani Urambo mkoani Tabora, na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali akiwemo spika wa bunge na naibu spika na jopo la mawaziri. Mwanahabari wetu Pendo Salu yeye alikuwepo huko alishuhudia na anatupasha kama ilivyokuwa. Akizungumza katika ibada maalum ya mazishi, waziri mkuu amesema marehemu Samweli Sitta atakumbukwa kwa mengi aliyoyafanya katika kuchochea maendeleo. Tukio hili lina huzuni kubwa la kuondokewa kwa kiongozi mkubwa huyu ambaye mimi mwenyewe ni shahidi na na Urambo kwamba alikuwa mzee wetu mwenye upendo wa dhati. Mzee Sitta atakumbukwa kwa mambo mema mengi Wakati wa uhai wake. Akisoma wasifu wa marehemu, mwakilishi wa katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu Musa Uledi amemwelezea marehemu kuwa alikuwa kiongozi hodari na mfano wa kuigwa. Alishika nafasi mbalimbali za uongozi, ikiwa na kuwa na kuwa waziri wa ustawishaji makao makuu Dodoma, waziri wa ujenzi Naye askofu wa kanisa la KKKT Diocese ya Kati Dr. Alex Mkumbo amesema marehemu Sitta amemaliza safari yake hapa duniani, na amewaasa waumini wa dini ya Kikristo kuwa na matumaini na kuishi katika kufuata amri za Mungu kujigeuza baada ya kuwa hizo amri hizi sheria zinatuongoza kule kwenye mbinguni, lakini zinakuwa ni matunda sasa, na kutuwezesha kwa kuona sisi kweli tumeweka maisha yetu na kumtegemea Mungu. Marehemu ameacha mjane na watoto watano. Safari ya mwisho ya marehemu Samweli Sitta hapa katika makaburi ya Uredi, wilaya ya Urambo. Bwana ametoa na Bwana ametoa jina lake limidiwe. Mimi ni Pendasalu wa Channel 10.